Mvutano mwingine wa kidiplomasia ambao hivi sasa unashuhudiwa kufukutia ni kati ya Marekani na Nigeria baada ya Rais Trump kufahamisha kwamba yupo tayari kuagiza jeshi lake nchini Nigeria kwa ajili ya kuwalinda raia wa Nigeria ambao ni Wakristo Nigeria. Rais wa Nigeria, kulingana na taarifa ambazo zimezagaa katika mitandao ya kijamii, inatajwa kwamba anajitayarisha kwa safari kuelekea nchini Marekani kukutana na rais Trump ili kuweza kumfahamisha ni changamoto zipi ambazo zinaikumba Nigeria katika mapambano yake dhidi ya ugaidi, baada ya kukanusha tuhuma zilizotolewa na rais wa Marekani ya kwamba serikali ya Nigeria inashindwa kuwalinda raia wake ambao ni Wakristo na Nigeria ilifahamisha kwamba waathirika wa moja kwa moja wa makundi ya kigaidi nchini Nigeria na eneo kubwa la kaskazini mwa Nigeria ambapo kunapatikana baadhi ya vitofu vya makundi ya kigaidi ikiwemo kundi la Boko Haram, ni kundi ambalo linapatikana katika ukanda wa magharibi mwa Nigeria. Hivyo basi, wanaoathirika ni raia ambao ni Waislamu kwa kuwa ukanda huo wa magharibi nchini Nigeria ndio ambao na idadi kubwa ya Waislamu. Na vile vile wataalamu katika masuala ya ugaidi wanafahamisha kwamba katika eneo la kaskazini utakumbuka kwamba wanafunzi wa kike ambao walitekwa na kundi la Boko Haram wanafunzi zaidi ya 250 ambao waliotekwa na kundi hilo wengi wao walikuwa ni Waislamu. Wachambuzi pia wanaendelea kufahamisha kwamba rais huyu wa Nigeria kujielekeza nchini Marekani kwa ajili ya kuzungumza na rais Trump kuhusu swala hilo ni vema, kwa kuwa itakuwa ni fursa kwa Nigeria kuweza kushirikiana na jeshi la Marekani katika kupambana na makundi ya kigaidi na makundi ya wahalifu yanayopatikana katika eneo la kaskazini mwa Nigeria lakini kufahamisha kwamba wanaoathirika na makundi ya kigaidi katika taifa hilo ni Wakristo pekee. Jambo hili limetafsiriwa kwamba lina malengo ya kisiasa nchini Marekani kwa kuwa wale ambao waliomuunga mkono moja kwa moja rais wa Marekani ni pamoja na viongozi wa makanisa ya uamsho nchini Marekani ambayo yanaamini ujio wa mkombozi. Hivyo basi rais wa Marekani kufanya hivyo imetafsiriwa kwamba ni katika kutekeleza ahadi ambazo rais wa Marekani aliweza kuahidi wale ambao walioweza kumchagua. Umoja wa Afrika na mashirika mengine ya kikanda yametupiwa lawama kwa kuweza kufumbia macho kauli hii ya rais wa Marekani, kufahamisha kwamba moja kwa moja anaweza kuvamia taifa moja barani Afrika bila ya umoja kuweza kutoa kauli ya pamoja kukemea vitisho vya rais Trump.